CN Tower ni ile tower kubwa sana hapa uh, Canada. Huwezi ukapata ingine refu kama hii ama kuliko hii. Ndio maana, uh, hii ndio maana hii ni sehemu moja nzuri sana ambayo inakusaidia kuweza kupata uh, view ya Canada ama ya Toronto mzima, na leo nikasema uh, lazima ni kulete hapa ndani uweze kuona vile ambavyo kuna koa, hii ni Aquarium of Canada. So kuna vitu nyingi sana pia hapo, ambao watoto wanakuja kucheza na vitu za masamaki samaki, vitu za majimaji ambazo unaweza ukapata hapo ndani. So hacha mimi ni kupeleke hapa ndani, sababu kuna vitu nyingi sana ambao unajua utapenda. Unaona hii view ambao ni nzuri ya hizi magorofa swa marefu marefu, nataka uweze uh, kuziona sehemu ya ndani kusudi uh, uweze kuziona uh, kwa juu kusudi uweze kuenjoy vizuri. Unaona kama hii yenyewe, unaona vile ni ndefu, hata uwezi ukaona mwisho vizuri ukiwa hapa. Na wale ambao walikuwa wanasema kwamba nawaonesha maeneo ambayo Yaani sijawafikisha Canada, nadhani leo sasa tutakuwa tumefikishwa Canada. Ama bado kuna jambo lolote lile ambalo uh, mnataka kuona kuhusu Canada tofauti na ile ambalo mimi huwa nawaonyesha. Kuna vitu nyingi sana hapa ambazo ni kivutio kwa watalii ama ambazo wewe unaweza ukaona na ufurahie. Eh, iko mbali kidogo sababu sijazoom. Najaribu kukupea wide shot kusudi uweze kuenjoy nisikuficha kitu yoyote, sababu nisipo kukupea wide shot, kuna vitu vingi ambayo nitakuwa ninakuficha. Naona kuna wajamaa wana, wanarapuka wana hapo, na hiyo ni live music. Najua hata YouTube wanaelewa hiyo na hawawezi wakatuambia story ya copyright, so nataka kukuingiza hapa ndani, nataka kukupeleka hapa ndani, lakini uh... line ni kubwa kidogo, ila usijali, utasimama kwa line hapa kusudi niweze kuleta hapa uh, ndani. Hii inaitwa CN Tower ambao nataka nikupeleke leo. Unajua ni safari ya mrefu sana kufika huko juu, ni mbali, lakini leo nitakufikisha. Na hizi ni maua ambazo naona ziko hapa, zimepandwa vizuri na ni maua, sio plastic. Hii ni live Haya, hii ni the CN Tower, ambao uh, tunaanza already safari ya ndani. Ni sehemu mzuri ambao, hii ni entrance uh, si nimekwambia, watu wengi wanatoka mbali juu ya kukuja hii sehemu, lakini hapa kwa entrance kuna line pia watu wanalipia nadhani ni sita, uh, nitaavoid kukuonyesha hapa, lakini ni entrance. Acha nikuonesha nikianza kuenda huko maeneo ya ndani twin hivi ndio vile ambao kuna kaa haya ah, kwenyewe yeah. Kuna sio tu fasi ya kuvisit, kuna pia mashop ziko hapo chini, kuna marestaurant na vitu mbalimbali mbali ya vivutio ambazo uh, unaweza ukaona hii sehemu. So kuna vitu nyingi sana hapa. Najua unaenda kufurahia ku na we mwenyewe utajua zile ambazo ziko. Wakati tunaingia hizi vitu zinaweza zikachanganywa, unazungukazunguka tu sehemu moja, uh, ukishindwa ni wapi ambapo unaenda. So unaona huku chini wanauza vitu, kama wanaweza taka kununua kama ni simu, kofia. Ni duka tu, ni duka tu ambayo iko hapo. Move away from the elevator panel. So hizo ni duka ambazo ziko hapo na vitu mbalimbali mbali. Ni safari ya ya, ya mrefu, wacha wewe mwenyewe uh, utajaribu kuniambia ni dakika ngapi tuna fanya kwa elevator, na hii ni vyo nje kama vile unaweza ona.

<laughs> Kwa ajili ya kufika huko juu lakini, eh, ni kwa madakika machache kama vile unaweza ukaona. So hapa sasa ni kama unataka kuona eh, Toronto City, na sana sana kama hauna uoga sababu <laughs> unaweza ukashikwa na kizunguzungu hapa hapaakeusikeusi. kuna kile ambacho naanza kusikia sijui nikiite, kisunzi kisunzi. <laughs> kuna kile ambacho naanza kusikia hii sehemu, lakini uh, unaona. Hapa unaona, ukiwa hapa unaweza ona kwako nyumbani, haijalishwi una... acha nikuonyeshe sehemu zingine. Okay, hizi ni Oh. Mlango mlango uko side hii. Oh, hapa anaonyesha hii ni ile highland ambayo nimekuwa nikikuonyesha. So acha nikuzungusha hii saidi ingine pia, nikuonyeshe tu kidogo hapa. So hii sehemu kuna vitu mingi ambazo, uh, bado unaweza ukafurahia na unaweza ukaona hata. Niendelee kukuzungusha nisikuache tu hiyo sehemu moja, umeweza kuona eh, view ya tower umeweza kuona view ya um, city vile inakaa. Acha sasa nikupeleke hii side nyingine, kusudi usikae hiyo sehemu moja. Hiyo ni sehemu moja tu ambayo nimekuonyesha, kuna vitu mingi sana ambayo unatakiwa kuenjoi hapa. Unaona sehemu zote ziko na watu, nimekuonyesha sehemu moja tu, na umeona pia uh, watu wengi hiyo side. Acha nikuoneshe vitu vingine huku. <laughs> <laughs> <laughs> Aa, najua hizi decoration kwanza, hizi majani mke wangu huwa anazipenda, na natamani sana kwenda mahali ziko. Lakini hapa nishikie kwanza, wee ni mwoga ama? Unaona hata nikuzumia kidogo uweze kuona. so, huko ni chini, huko ni chini, na una unatakiwa kukanyaga, nimekuwa kuangusha kube leo ndinajakga na nataka kutembea hapa mpaka huko mwisho. Haina problem, haina problem, tembea haina shida. Sawa, unaona wenyewe kunakaa huko chini. So wana KHP, hii sehemu eh, iko na wonga sana. Usione mimi nacheka sana, lakini hapa, ona mwenyewe, uko juu, lakini ukiangalia hivi unaona uko ni chini. Acha nione kama nitaweza kuonesha <laughs> e, una... Eh, hii picha iko sawa lakini unatakiwa kutembea eh. Hapana eh, <laughs> Mimi ni shujaa na sinaga woga hata kidogo. Okay. Lakini kwa sehemu kama hizi a, a, vitu zingine lazima kukubalingi. Unajua, hapa kizi kuna kaa hapa, we acha nikuonesha Hizo makio hapana. Angalie chini hizo machuma. Hapo hizo makio kabisa.

wawana vit na awakinaaawawezi kuska vitu vingi sana sio rahisi kulala hapa lakini naweza nikajaribu sababu nimeona ule ambaye anaweza kawa uzito amejaribu kulala unaweza lala basi uangalie chini Kila mtu anaweza akalala, sababu wenyewe kwa kweli haiko kwa tumbo. Lala basi uangalie chini. Naona ni kama, ni kama ushashindwa kusimama <laughs>

lalafasi kama hapa ujue, nimejitolea tu kusudi niwaoneshe vile kunakaa, na ni vile nataka kuonesha the beauty of Canada na city ya Toronto. Ni mahali ambapo kuna vitu nyingi sana mzuri vya kuvutia, unaweza ukatembea, ukakuja kubambika na ukaona vitu nyingi sana. Na najua sio kila channel ambayo itakuonesha vitu kama hizi, lakini KHP Canada Licha zaidi ya kukusaidia kuja Canada nitakuonyesha vitu nyingi sana, na kuna background ya mzuri hapa nyuma yeah. Background ya mzuri hapa nyuma ambao ni sawa na zile ambazo wengi uh, tunaonaga kwa movie. Eh? Yeah. Wale wasanii wakubwa wakubwa wakipiga nyimbo zao sehemu kama kwa background kama hizi inaonekana poa. Kwanza nikikaribia, acha i change, tungoje change kusudi muweze kuona inabadilika, inabadilisha mapicha mbalimbali so ni mahali pazuri sana najua, kila mtu anaweza penda kutembea sehemu hii, kila mtu anaweza penda kuona video za sehemu kama hizi na kuona vitu mingi sana. Kanada ni kuzuri, imesha chenge ama kujaribu kuni ilichenge kweli, y yeah. na najua hapa ni mbali sana, yaani kitu kianguka hapa chini, inachukua karibu dakika ndio ifike chini sasa imagine hapa lakini, acha niache kukupea woga, sababu huwezi kudondoka. Ndio hiyo ishabadilika, inatupea sasa view mzuri. Hizi maua bibi yangu anapenda sana, ndio maana lazima niwapeleke sehemu ambazo zinakaa. Kuna park ambayo kuna hiyo background. Hiyo ni picha ambayo imepigwa kwa park. So hiyo park siendi leo, lazima niende nikiwa na mke wangu kusudi, uh, aweze kufurahia. Wakati naenda kuonesha na wana KHP awe pia anaenda kuona hiyo sehemu, sababu anapapenda sana na kama we ni mpya kwenye nini platform yetu hii, kumbuka kusubscribe na itakuwa jambo la maana sana, kusudi uweze kuona sehemu nyingi sana za kupitia, aswa ndani ya nchi hii ya Canada. Na kumbuka ndugu zetu bado ziko pale pale, so watu wanakuja kufanya vitu mingi hapa, wakuja kufurahia eh, wengine lazima washikiliwe Ndo aweze kuingia hiyo sehemu, sio mchezo, sio kila mtu anaweza kusimama hapo. Najua mmeona hiyo nafasi kwa video nyingi sana, na wengi wanaogopa kukaribia, kama kukanyaga sehemu kama hizi. Watu wanatoka mbali sana, najua kukuja kuona hizi sehemu, so usifikiri nimebadilisha, nikaenda kwa, kwa, kwa, kwa bahari. Niko sehemu moja tu, ni background zangu ndo zina change, sio green screen. Najua watu watasema unazoea michezo za green screen wewe. Hakuna mchezo za green screen So hii sehemu iko poa na kama wewe ni mje, so hii sehemu so, kuna vitu mingi ambazo uh, bado unaweza ukafurahia na unaweza ukaona. Hata niendelee kukuzungusha, nisikuache tu hiyo sehemu moja. Umeweza kuona uh, view ya tower, umeweza kuona view ya um, city vile inakaa. Acha sasa nikupeleke hii side nyingine, kusudi usikae hiyo sehemu moja. Hiyo ni sehemu moja tu ambayo nimekuonesha, kuna vitu mingi sana ambayo natakiwa kuenjoy hapa. Unaona sehemu zote ziko na watu, nimekuonesha sehemu moja tu na umeona pia uh, watu wengi hiyo side. Acha nikuoneshe vitu zingine <laughs> huku <laughs> Hey, hey, hey, hey. <laughs> Sasa najua hizi decoration kwanza, hizi majani mke wangu wanazipenda, anazipenda na natamani sana kwenda mahali ziko, lakini hapa nishikie kwanza. <laughs> we ni muoga ama? <laughs> Unaona, hata nikuzumia kidogo uweze kuona . So huku ni chini, huko <laughs> ni chini, na unatakiwa kukanyaga ama ama, <laughs> na nilikuwa nakwambia. <laughs> Nataka kutembea hapa.